Kina mama na wazee wakongwe wapatao elfu moja wamepata zawadi ya blanketi na vyakula kama njia ya kusherehekea siku ya mashujaa katika kaunti ya Kirinyaga. Wazee hao kutoka vijiji tofauti eneo la Kagioa wa, walikusanyika katika shule ya sekondari ya Kagio ambapo walipokea zawadi hizo kutoka kwa wahisani. Huu ni mwaka wa tisa sasa kwa wahisani tofauti kutoa zawadi kwa wakongwe hao wanaotegemea misaada. Wananchi zaidi wametakiwa kujitokeza na kuwasaidia wazee ambao hawana tena uwezo wa kujitegemea <todicomu> Hapa Kagio tumekuja, uh, kuheshimu ama kuonyesha wale watu wenye wameenda miaka, miaka fulani uh, tuweze kuwaheshimu na kuonyesha ile kazi yenye walifanya ya kuturea, sio bure wala tunaitabua sana. So uh, leo tumekuja na blanketi elfu moja uh, tuweze kupatia hao wakongwe wajisikie pia wao walipigania uhuru wa nchi.